Kupeleke kaunti ya Busia ambapo askofu wa kanisa la United Church of Christ UCC Patrick Namunyu ameweza kujiunga na baadhi ya Wakenya ambao wanaunga mkono ushirikiano baina ya Rais William Ruto na aliyekuwa aliyekuwa waziri um, mkuu Raila Amolo Odinga. Kulingana na askofu Namunyu, ni kwamba ushirikiano huo utaweza kuleta amani na utulivu nchini kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa kaunti ya Busia Robert Malala. Ni mjadala ambao unazidi kugonga vichwa vya habari kwa kipindi cha majuma kadhaa yaliyopita, kufuatia hatua ya Rais William Ruto na mpinzani wake Raila Odinga kufanya makubaliano ya kushirikiana. Wa hivi punde kujitosa katika mdahalo huo ni askofu mkuu wa kanisa la UCC Patrick Namunyu pamoja na katibu mkuu wa kanisa hilo Morris Oundo ambao wamesifia uamuzi wa Rais Ruto na Raila Odinga kwa kuweka kando tofauti zao na kukubali kushirikiana kwa kile wanasema kuwa ni kuleta utulivu nchini. Kama president wetu Dr. William Ruto ameweza kufanya bidii, akatafuta amani na wapinzani na wale waliokuwa wahasimu wake wa siasa, kama sisi kanisa tunaunga serikali mkono kwa sababu kama hiyo inaweza kuleta amani, basi hatuna chambo lote ambalo tunaweza kukataa. Rais wetu ametafuta mpinzani wake Raila, na wameungana. Hata hao pia wametupatia mfano mzuri ya kwamba kama wao walishindana wakatusiana na leo wako pamoja, hata na sisi kanisa pia tunafaa tuwe pamoja na tuwaunge mkono zaidi kuliko kuomba ya kwamba watengane. Akiongea katika eneo la Namisi yene ubunge la Nambale, wakati wa hafla kuzindua kanda mpya ya kanisa la UCC ambayo itahusisha makanisa kutoka pembe zote za Busia na Munyu, ametofautiana vikali na wale ambao wanapinga hatua rais William Ruto na baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini kupeleka sadaka makanisani na kusema kuwa hamuna hatia yote iwapo mtu atajitolea kupeleka sadaka au matoleo kanisani. Kuna maneno ambayo tumesikia watu wakisema president akienda kanisa ametoa pesa fulani. Mara wengine wanakataa, mara wengine wanakubali. Kile ambacho anaweza kusema ni kwamba president ni yeyote anapokuwa ameenda, ameenda kanisani kuomba, kuomba kama wengine na yake, kama washirika wale wengine, wengine na anaweza kutoa sadaka yake kama vile wanatoa. Kile tu naweza kusema ni kwamba yale ya kutangaza ametoa pesa fulani ama anatoa pesa fulani, kama sio rambe hiyo, ndio kitu ambacho kama mimi askofu nakataa, lakini kutoa sadaka ndani ya kanisa yoyote na ametoa inakubalika. Jambo lile ambayo anaweza kusema ni kwamba nasikia wengine ametoa, wanarudisha au wanarudisha. Yeye yeah, alitolea Mungu ama hawa. Kwa hivyo kama ametoa na imefika kanisani, hakuna kurudisha, ametolea Mungu. Kuhusu maneno ya serikali, mimi naomba tu Wasidi kushikana mikono ili nchi yetu ipate kuendelea mbele. Hiyo ni mfano mzuri kwamba ukiwa na adui si adui milele, adui ambaye munaweza kosana leo na kesho murudi pamoja muendeleze. Hiyo ndio mwito hata katika Bibilia useme huo. Umeungwa mkono na mmoja wa viongozi wa kina mama katika kanisa la UCC, Henrik Okumu, ambaye amesema kwa makubaliano ya Raila na Rais Ruto yana manufaa mengi kwa wanawake kwa kuwa ndiyo huathirika pakubwa wakati wa malumbano nchini. Ni asandi kwa rais wetu kwa upatanisho wenye wamefanya na Mzee Raila a, mimi kama a, mumama ninasema hiyo ni heko. Kuhusu uzinduzi wa kanda jipya la kanisa la UCC, viongozi hao walikuwa na haya ya kusema: kwa hivyo tuko na furaha kuwa na sherehe siku ya leo na tumewainua viongozi waliokuwekwa katika nafasi za wilaya, wamekuwa katika nafasi ya eneo, waliokuwa waova siasa sasa ni maaskofu na wengine wamepandishwa vyeo mbalimbali. Tulikuwa tunasindua rijoni yetu ya Busia. Mungu ametutunukia kuwa na marijoni saba. Kwa hivyo leo tulikuwa tukisungumusia ama tukisindua rijoni yetu ya Busia. Robert Malala, Nyota TV, County ya Busia. Sante Robert Malala, karikau.